Katika kijiji cha Bondo, kaunti ya Siaya penye upepo wa Ziwa Victoria na kumbukumbu -kumbu za historia ya Kenya, ukurasa mpya umeandikwa ndani ya ardhi takatifu ya Kango Kajaramoge, makao ya kwanza ya familia ya Odinga, ndipo palipojawa na watu, nyimbo na tamaduni. Humo ndani kwenye Opoda Farm, shamba kuu la kisasa la familia, ndipo jina la Odinga limepata mwendekezo wake. Kwa vizazi vitatu, familia ya Odinga imekuwa nguzo ya historia ya Kenya. Jaramogi Oginga Odinga, shujaa wa uhuru, Raila Amolo Odinga, rais wa mioyo ya watu na sasa Raila Odinga Junior anainuka kama mtu mpya wa familia ya Odinga. Asubuhi tulivu ya mwezi Oktoba, Opoda Farm ilifurika wageni. Wazee, ndugu, marafiki na majirani walikusanyika kushuhudia tukio la kihistoria, ibada ya kitamaduni ya Liedo. Katika historia ya Waluo, Liedo ni sherehe ya kumaliza maombolezo na kuashiria mwanzo wa uongozi upya wa boma katika desturi ya Waluo Liedo ni sherehe ya kumaliza maombolezo na kuashiria mwanzo wa uongozi mpya wa boma. Wakati sauti za nyimbo na baraka zikipanda angani, kichwa cha Raila Junior kilinyolewa, ishara ya kuzaliwa upya. Wazee walimkabidhi mkuki na ngao, alama za ujasiri, ulinzi na uongozi. Ujumbe ulikuwa wazi, mwenge wa Kango Kajaramogi sasa umeshikiliwa na mikono mipya. Raila Junior, mtoto wa urithi, kijana wa hekima na elimu, ni kiongozi aliyelelewa kwa unyenyekevu. Ana shahada ya uhasibu na fedha kutoka chuo kikuu cha Bangor na shahada ya uzamili ya fedha kutoka Leeds Beckett Uingereza. Kwa miaka mingi amekuwa nyuma ya pazia akisimamia biashara za familia ya Odinga. Yeye ni mkurugenzi wa fedha katika kampuni ya EA Spectro Limited inayotengeneza mitungi ya gesi na ana hisa katika sekta za nishati na mali isiyohamishika. Lakini zaidi ya biashara, Raila Junior anajulikana kwa utu wake mnyenyekevu, mwenye busara na mpenda umoja. Wakati baba yake alipigania haki za watu barabarani, yeye alichagua utulivu na utumishi wa kimya. Kifo cha Raila Amolo Odinga kilitikisa taifa zima lakini ndani ya Kang'o ka Jaramogi mapigo ya tamaduni hayakusimama. Swali likabaki ni nani atakayebeba jina na heshima ya ukoo wa Odinga? Ni nani atakayesimama pale ambapo Jaramogi aliwahi kusimama na Raila akafuata? Jibu lilipatikana wiki hii kupitia mila, ibada na umoja wa familia, Raila Odinga Jr alitangazwa kuwa mkuu mpya wa familia ya Odinga. Sasa anajulikana kama Ward Nyalego, mwana wa shujaa, mrithi wa jina na mlezi wa urithi. Lakini ieleweke, huu si uongozi wa kisiasa. Seneta Oburu Oginga alisema wazi, na na nukuu, huu ni uongozi wa kifamilia wa kitamaduni, si wa kisiasa. Mwisho wa nukuu. Hata hivyo, katika nchi kama Kenya ambapo familia na siasa ni kama mzizi wa ardhi, maana ya tukio hili ni kubwa zaidi ya inavyoonekana. Uteuzi huu ni alama mwendekezo, urithi wa Odinga unaendelea kuishi ukivuka vizazi kutoka kwa Jaramogi hadi Raila na sasa Junior, hadithi ya familia ya Odinga inaendelea. Ni hadithi ya ujasiri, utamaduni na uthabiti. Na kama isemavyo methali ya Waluo Thuol odonka ok nyaltieko worth nyoka alikomi safari yake katikati, safari ya Raila Odinga Junior ndiyo kwanza inaanza. Hii ni Mashua TV Kenya. Tukisogezea simulizi zinazogusa roho ya Kenya.